Vision 2030. Madini ni maisha na utajiri. Makamishna wa Tume ya Madini, Mhandisi Theonestina Mwasha na Dkt. Theresia Numbi, wameongoza kikosi cha watendaji madini, wa Tume ya Madini wakiwemo wakurugenzi, mameneja na maafisa madini wakazi wa mikoa katika ziara ya kutembelea mgodi wa madini ya kinywe graphite kinywe graphite wa God Mwanga uliopo wilayani Handeni mkoani Tanga. Ziara hiyo imefanyika Oktoba 17, 2025. Imelenga kujionea shughuli za uchimbaji na uchenjuaji wa madini zinazofanywa na mgodi huo. Ziara hiyo ni sehemu ya mikakati ya Tume ya Madini ya kufuatilia utekelezaji wa shughuli za madini nchini, kuhakikisha wachimbaji wanazingatia sheria, kanuni na taratibu, pamoja na kuhakikisha usalama wa mazingira katika maeneo ya uchimbaji. Makamishna wa Tume ya Madini wa wamesema wamefurahishwa na uwekezaji mkubwa wa kampuni hiyo na kuhimiza Tume ya Madini kuendelea kutangaza fursa za uwekezaji katika madini ya kinywe graphite, hasa ikizingatiwa kuwa mahitaji ya madini hayo duniani ni makubwa. Aidha, wamesisitiza umuhimu wa kuongeza viwanda vya uchenjuaji wa madini nchini. Mkurugenzi mtendaji wa mgodi wa God Mwanga Games Limited, Godlisten Mwanga, amesema mgodi wake umepiga hatua kubwa tangu kuanza shughuli za uchimbaji wa madini na kuomba serikali kuendelea kutangaza madini ya kinywe yanayopatikana kwa wingi mkoani Tanga ili kusaidia kupanua masoko ya kimataifa. mahitaji ya madini ya kinywe ni makubwa duniani, tuna uwezo mkubwa wa kuzalisha madini yenye ubora wa hali ya juu. Tunaamini kuwa endapo serikali itaendelea kuyatangaza, tutapanua masoko, kuongeza mchango kwenye mapato ya serikali na kutoa ajira nyingi zaidi. Meneja mgodi wa God Mwanga Henry Mbando ameeleza kuwa kampuni ya God Mwanga ilisajiliwa rasmi mwaka 2012 ambapo kwa mkoa wa Tanga ulianza rasmi shughuli za uchimbaji na uchenjuaji wa madini kinywe mwaka 2021. Mbanda amesema kuwa kwenye kiwanda cha kuchenjua madini ya kinywe kina uwezo wa kuzalisha tani mia saba za madini kwa siku, ingawa kwa sasa huzalisha tani 350 zenye ubora wa asilimia tisini na saba. God Mwanga Gems Limited inatajwa kuwa kinara wa kimataifa katika uzalishaji na usafirishaji wa madini ya ya viwandani huku ikitangaza Tanzania kwenye ramani ya dunia kupitia ubora na uadilifu. Dira yake ni kubadilisha sekta ya madini kuwa nguzo ya uwekezaji na ustawi wa taifa, kwa kutumia teknolojia ya kisasa na utaalamu wa ndani. Kupitia mbinu zake zinazolenga tija, kampuni hiyo huchimba kwa umakini, husafisha kwa mahiri na huzalisha madini yenye ubora wa kimataifa, ikiwakilisha kituo cha kuaminika kwa mahitaji yote ya madini nchini. Tume ya Madini inaendelea kufanya ziara katika migodi mbalimbali nchini ili kufuatilia maendeleo ya sekta, kuimarisha uwajibikaji na kukuza ushirikiano kati ya serikali, wawekezaji na jamii. Mohab TV Tanga.